Alhamdulillah haifai. Haifai maana ke Mungu wewe amekupa rangi yako, uwe kala fulani, nyeusi brown, ya Allah amekupa swa taala. Kuoga kufanya nini, hatukatai sharia, lakini kubadilisha ile kitu kabisa. E, hii kitu haifai, kama wewe hujaridhika Allah swa taala amekupa rangi hii. Na rangi Allah kala amekupa na kabila wewe umetoka. Ya Allah amechagua, wewe hujachagua.

yeye yeah, anachagua. Sasa wewe umezaliwa kwa baba gani, mama gani, uchagui. Uchagui sasa. Hii kitu kama umekataa Allah Subhanahu, eh, kitu amekuba wewe, uh, umekataa, na hii sio sahihi. Ya pili umethibitika na wewe kutumia inaleta madhara katika mwili Mwende. inaleta ngozi wa kansa ni nini, nini. Yeah. Sasa hivi alafu, siku moja historia nimesoma, sikusudi watu wacheke, lakini nakusudia ya ki yani ajabu tu. Mwanamke mmoja anasema yeye ameachika na watoto wawili watatu, anahangaika, anauza vitu barabarani. Baba yao nafikiri kama amemwacha watoto, mm -hmm. wala ni wanaume wengi na hivyo na zao na ndoka zake, angalia watoto. Ni hii ni dhambi. Basi, mm -hmm. anahangaika maskini. Anasema katika Facebook siku katika simu hii kana mtu ala moja kumwambia yuko mtu atakaoa mwanamke yuko wilaya lakini anataka mwanamke maupe, na yeye sio maupe Yana katumia hii, dawa hii, makorogo, makorogo hii, yeah, kachukua. Sasa yeye anasema yeye mwili yake ni mzito kidogo yani kubwa, kutumia dawa hii dawa kutosha mwili yote gharama hii hana hana. Yeye kachukua tu tu kidogo ya kupaka uso haba, shingo ni haba tu, mkono tu basi. Ili hamdanganye yafanye kosi. Jamaa kila anaingia katika video call naona, anaona kama mwanamke mope, kumbe sio mope. Akubali, akamtumia hela, akatumia nini, kaja kumoa. Siku mingia chumbani, jamaa anamwambia, mke wangu, mbona umevaa nitani? Kuvaa hii ndani, si singlet nini, fulana hii ya ndani, mbona umevaa singlet? Asemi zavaa visinglet. Astaghfirullah, astaghfirullah, aliyo watu wili sikuwa nini